Mpendwa mwandishi mm, na mtangazaji, shukuru ya kutoa ujumbe wangu. Mimi naitwa Padre Novatus Silvery Mrighwa, mimi ni padre wa Jimbo Katoliki la Same Kilimanjaro, ndishwa mwaka 1988 katika parokia yangu ya nyumbani Kisangara Juu. Aliyenipadrisha ni mhasham sana, sasa hivi askofu mstaafu, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Arusha, Josephat Louis Lebulu, wakati akiwa askofu wa Same. Nimefanya utume wangu jimboni Same miaka ya kwanza sa saba baadaye nikaenda Roma kwa masomo ya juu, ambapo nimesoma mambo ya tauhidi ya maadili au taalimungu ya maadili, Kiingereza wanaita moral theology, katika kitengo au chuo cha mtakatifu Alfons wa Liguori, inaitwa Academia Alfonsiana Roma, ambayo iko chini ya chuo kikuu cha Lateral. Nilimaliza masomo yangu 1999 ya nikarejea jimboni Same, nikapewa nafasi ya kuwa vika general wa jimbo la Same enzi za askofu Jacob Venansi Koda aliyechukua nafasi baada ya askofu mkuu Josephat Lebulu kuhamia Arusha na baada ya hapo nikahitajika kuja kufundisha katika seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea, Dar es Salaam. Nifika huko elfu mbili na moja na pale nikakaa miaka kumi na moja karibu kumi na mbili hadi elfu mbili kumi na mbili nikaenda mwaka wa mapumziko wanaita sabati koia ambao nilifanyia Ujerumani, jimbo la Regensburg. Baada ya hapo, askofu wangu kwa sasa ikiwa ni Askofu Rogati Kimario wa jimbo la Same akaomba niende katika jimbo la Salzburg ambao liko Austria niendelee na utume huko, kwa vile nilishafahamu Kijerumani pale. Nikakaa miaka sita. Baada ya hapo mwaka 2020 nikarejea nchini kadiri baba askofu alivyonitaka. Niliporejea nikakuta tena natakiwa na nirudi kufundisha seminari ya mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea. Kwa hiyo kuanzia Oktoba 2020 hadi leo nimekuwa nahudumia katika seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga kama walimu wa, wa taalimungu ya maadili. Wakati huo nikawa nasaidia parokia mbalimbali hapa mbali Dar es Salaam, ikatokea kwamba mzee wa parokia hii ya Ulongoni be Leonardo Madori alihitaji msaada, nikaanza kuhudumia hapa. Kwa kweli nimehudumia muda mrefu kidogo hapa, na wakati huo Bangulo ikiwa ni kigango cha Ulongoni Be. Mungu bariki Bangulo, ikawa parokia teule, na sasa baada ya muda imekuwa ni parokia kamili. Nawashukuru sana wapendwa kwa Ulongoni Be pamoja na baba paroko mwenyewe lakini pia Bangulo kwa ukarimu wao kipindi hiki chote tulichoshirikiana nao na tunachoendelea kushirikiana sasa. Mwaka huu siku moja, askofu wangu wa jimbo la Same akanipigia simu, akansalimu vizuri, akaniambia nakupa taarifa nzuri. Akamwambia unasemaje baba akaniambia ni kwamba umeteuliwa kuwa monsinyori. Akasema kwamba a yeye kama askofu aliombea jimbo la Same lipate mamonsinyori kwa vile katika miaka miwili hivi ijayo tutaadhimisha miaka hamsini ya tangu kuundwa jimbo Katoliki la Same. Basi akantajia kwamba nimeteuliwa mimi na wa pili ni Padre Beda Christopher Ishika ambaye naye pia amefanya malezi kwa miaka mingi sana. Niseme tu, nilipokuwa nasoma seminari ndogo ya Mtakatifu Karulanga eh, sasa seminari ndogo ya Mtakatifu Petro Morogoro, yeye alinifundisha nikiwa form 2, ndio alikuwa padri mpya kabisa. Baadaye naye akaenda kusoma Austria Innsbruck. Lipofika filosofi Kibosho mwaka wa pili, akaja tena akanifundisha, ni mwalimu wangu. Basi nkashangaa na kusema e, ebwana, mimi ni nani na nyumba yangu ni nini hadi umenifikisha hapa unanipa wadhifa huu? Basi. Baada ya hapo mambo yameendelea, maandalizi yanaendelea, lakini pengine mtu utajiuliza huo umonsinyori ni kitu gani? Kwa kweli umonsinyori ni heshima au hadhi anayoitoa Baba Mtakatifu baada ya maombi ya askofu mhusika, yaani askofu wa jimbo. Monsinyori ni hadhi ambayo haina mamlaka, ndiyo maana ukesha pewa umonsinyori unaweza kuendelea na shughuli zile zile pale ulipokuwa, labda kama viongozi wakipangia mtu shughuli ingine. Katika hadhi hiyo inaboreshwa zaidi na mavazi yake. Monsinyori wanavaa kanzu zinazokaribia kufanana na za maaskofu. Zinakuwa zina vifungo vya pinki, alafu vina utepe unaozunguka shingoni na hata kuteremka mbele ya vifungo ambao pia ni wa pinki, na pia wanavaa ule mkanda wa kiunoni unaitwa sashi, ambao ni wa pinki. Zaidi ya hapo kuna kofia maalum ambayo monsinyo anaweza kuitumia, inaitwa bireta au kwa Kiswahili watu wamezoea kuita bureta za hiyo, nayo inakuwa ni ya pinki. Kwa hiyo hizo ndio ishara zinazomwonyesha mtu kuwa ni monsinyori, na monsinyori kama nilivyosema hana mamlaka yoyote, yaani ya kupewa kitu cha ziada kama maskofu wanaopewa sehemu ya watu wa Mungu awaongoze au nini. Yeye monsinyori anakuwa chini ya askofu wake na kile atakachopangiwa na askofu wake au viongozi wengine wa kanisa. Binafsi niseme tu, nafasi hii naipokea kwa unyenyekevu wote, nikitambua huruma na upendo wa Mungu kwangu lakini kwetu sisi wanajimbo la Same na zaidi pia wale wote ndiyowahudumia, nachowaomba wapendwa wangu, popote pale, tuzidi kuombeana ili kazi njema ya Mungu anayopenda kuifanya kwa mtumishi wake iendelee vizuri na tuwe baraka kwa kila mmoja wetu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Niwatakie kila jema kipindi cha Kwaresma, lakini zaidi sana furaha za mafungo ya Pasaka yanayopitia mateso kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tufurahi zaidi tarehe 15 kama nilivyosema, mwezi Aprili, Jumanne ya juma kuu, ndipo mimi na Padre Beda Ishiko wa jimbo la Same tutavikwa rasmi hadhi hiyo kule Same jimboni na Mungu bariki, ndugu jamaa na marafiki. Tunajiandaa kwamba tarehe ishirini na nne mwezi huu huu wa nne parokiani namotoka Kisangara Juu, wilaya ya Mwanga, tuadhimishe misa ya kumshukuru Mungu kwa tendo hili kwa baraka zake, na baada ya hapo, katafurija niweke nyongeza kidogo kuhusu maisha ya wito maisha ya wito kweli kwanza, tunamshukuru Mungu sote, tumejaliwa wito wa kuwa mwanadamu, wito ambao hamna aliyeshirikishwa, tunajikuta tu tumezaliwa na tena kuwa mwanadamu, mwanamme au mwanamke. Wito huo ni zawadi ya Mungu, tunajikuta tumezaliwa hivyo, mazaliwa mwanamme, mazaliwa mwanamke. Kwa hilo hamna aliyeshirikishwa. Wazazi wakesha mpokea mtoto, malezi yanaanza lakini wito wa pili kwetu sisi wa Kristo ni wito wa kuwa mbatizwa, yaani kupata sakramenti ya ubatizo, ambao ndio mlango wa sakramenti nyingine zote. Na katika kukua basi, inafikia wakati tena mtu inabidi achambue wito gani aishi. Wito mmoja wapo ambao ndio wa wengi kabisa ni wito wa familia, maisha ya ndoa. Huo nao ni wito napokewa na wengi, na ndio mama wa miito mingine. Maana kama hamna familia na familia nzuri au familia bora, basi hata miito mingine haitakuweko au haitapata ubora. Maana hiyo ndio taasisi wanamozaliwa watoto, taasisi wanamokuzwa na kulelewa watoto lakini pia kuna miito ingine tuite ya kipekee, na miito hii ni ya utawa na upadre. Hii ni miito ya kutumikia kanisa, na mtu anapoitwa au kujisikia ameitwa na kufuata malezi hayo hadi kanisa lithibitishe kwamba kweli umeiva, kupokelewa miito hiyo, ni zawadi ya Mungu, na mimi nimebahatika kufanya shughuli hizi za maandalizi ya miito, kwanza nikiwa jimboni kwetu Same. Nilikuwa nilishawahi kuwa mkurugenzi wa miito, nilishawahi kuwa baba wa kiroho kwenye seminari yetu ndogo ya Chanjale, lakini hatimaye pia nkawa rekta kwenye seminari yetu hiyo ya Chanjale iliyo wilaya ya Mwanga. Nimewalea vijana, nimeongea na vijana mengi, na baada ya hapo kama nilivyotaja nikaja kuwa sasa mlezi katika seminari ya mtakatifu Karoli Lwanga Segerea. Sasa nikiangalia zawadi hiyo ya miito inahitaji kuelewa vizuri sana na tukiangalia kanisa letu la Tanzania na hata ukanda mzima wa amesea, kwa kweli Mungu ametujalia sasa miito inaendelea miito iko vizuri zamani haikuwa hivyo. Ukichukulia tu jimbo langu la Same na Motoka, padre wa kwanza mzalendo alipatikana mwaka 1944 padre Andrea Kiure, ambaye Mungu alimjalia umri akaishi hata zaidi ya miaka 100, mia moja. alipofariki mwaka 2000, padre wa pili alikuja miaka karibu kumi hivi baadaye, padri lenad Kure moja elfu mia tisa nafikiri hamsini na mbili e, sio hamsini na mbili e, ndio hamsini na mbili e, huyu e, akawa wa pili. Baadaye tena tukakaa hamna, ilipotokea tena mpaka moja elfu mia tisa sitini, mapadri wawili padri saba Simsuya na padri fokasi Abedi sitini na moja hiyo, tukaendelea mpaka moja elfu mia tisa sitini na nane ndio jibo tena linapata padri mwingine ambaye si mwingine bali ni sasa aliye askofu mkuu mstaafu kwa jimbo kuu la Arusha, Josafati Luis Lebulu. Hasa kwanzia hapo sitini na nane eh, tukaendelea tena mpaka sabini na nne, moja elfu mia tisa sabini na nne padri Beda Christopher Ishika ambaye atapewa monsinyori pamoja nan baada ya hapo 1976 tukapata jimbo la Same mapadre wawili Albert Beati Kituguru pamoja na Vincent Ndemchilio. Baada ya hapo sasa hatua kwa hatua miito ikaanza kupiga hatua kuongezeka 1980 akapatikana Padre Coleman Ngula 1982 Padre Juda Kihara, ambaye ni marehemu. Lakini pia kuanzia hapo sasa, mito ikaanza kupiga hatua na kweli, jimbo la Same sasa hivi nasi tunaongelea kwamba tuna mapadri wa kuridhisha, hawatoshi kabisa, lakini pia tunaweza hata kutoa utume katika majimbo mengine. Kwa mfano tunasaidia Zanzibar, tunasaidia Kahama na sehemu nyingine pia zilishapata huduma yetu. Ukiangalia sasa upande wa Tanzania mito imeongezeka hivi karibuni. Seminari kama ya Segerea lakini Kipalapala pia na za filosofi Ntungamo, Kibosho, imebidi kuongeza majengo, hayatoshi. Vijana wamepatikana wengi wanaopenda wito. Wajibu wetu ni kuilelea mito, lakini pia kuchambua kwamba kweli ni mito halisi, miito halisi, mtu asije akaenda tu utafuta masurufu au chochote kile. Kwa namna hiyo, kanisa limebarikiwa, majimbo mengi kwa miaka ya karibuni wanafanya maupadrisho, upadrisho wa mapadri kwa ajili ya mapadri kadhaa. Hiyo ni baraka ya Mungu, tuipokee, lakini tuendelee kuwalea vizuri, ili tupate wahudumu wema, lakini wengi wema na watakatifu. Sasa ukiangalia kwetu huku Tanzania na amesea kwa ujumla, wakati tuna baraka kubwa hivyo, wenzetu Ulaya ni kinyume chake. Ndivyo taja nimekuwa kule Austria na Ujerumani, makanisa yanakosa wa kudumu, seminari zilizokuwa za majimbo ambazo zilikuwa zinakuwa na watu wengi, kwa mfano Salzburg na seminari pale, unakuta labda rektor na wana mafrateli watatu, wanne, watano, wakifika kumi namshukuru Mungu, ni wachache mno wanaoitikia na kuchuchumilia wito wa upadre. Hali kadhalika watawa, nyumba nyingi za watawa wa Ulaya ni kama zinafungwa au wamebaki wazee, kuweko vijana ni bahati sana. Kwa hiyo hiyo hali wanashangaa tunapowambia huku tuna miito ya kutosha, wakati wao hawa lakini basi kwa vile kanisa ni moja takatifu katoliki la mitume, kanisa kumba kumba, yani katoliki, ndio maana basi wakati mwingine unakuta mapadre toka Tanzania toka mesea wanaenda nchi nyingine kusoma, lakini wanaenda nchi nyingine pia kutoa utume, kuhudumia waamini hao. Ni wazi kanisa linajaribu kila namna liweze kustawisha miito. Kini yote tumwachie Mungu afanye, lakini angalisho kwetu sisi Tanzania, Ulaya, kwa nini imefikia hapo? Wakati ule wamisionari wakija Bagamoyo pale, ukienda miaka hiyo ya 1868 kuendelea, walikuwa wengi tena vijana wengi walifariki pale kwa ajili ya malaria, dawa ilikuwa haijagundulika. Ukiangalia yale makaburi pale Bagamoyo, makaburi ya wamisionari, utakuta wengi wa wale mapadri walifariki wakiwa vijana, miaka 30 na, lakini walikuja wengi na hata kama walikuwa wanatishiwa uhai wao kwa ajili ya magonjwa hawakukata tamaa. Wakati huo Ulaya ilikuwa ina miito ya kutosha, ndiyo maana wakafanya uinjilishaji mpana kiasi hicho. Ni wapi ambapo walikosea? Labda ni haya mambo ambayo tunayaanza sasa familia ambazo tumeshawishiwa kwamba familia iwe ya watoto wachache kuja. Kuna familia unakuta wana mtoto mmoja, wana watoto wawili, watatu, wakiwa wana wanne, wanaona wengi sana. Sasa tutakapokuwa tunaendelea na mtiririko huo, ina maana kwamba itakuwa vigumu watoto kujitolea waende katika nyumba za malezi kwa ajili ya upadre au utawa. Hayo tuangalie, Wakatoliki na Wakristo kwa ujumla tunazembea kwenye swala la uzazi, na kwa sababu hiyo, tusipoangalia kama Paulo alivyosema, mshahara wa dhambi ni mauti. Ina maana kwamba kwa kufanya familia hiyo, watoto wadogo wachache, basi mara nyingi tunatumia ka njia ambazo si sahihi, zilizo kinyume cha mapenzi ya Mungu; ni dhambi hiyo lakini basi, mshahara wake ni nini? Unabaki baba na mama na watoto wawili. Wale watoto wawili mtoto akiolewa au akioa, anakuwa sasa ana wazazi upande wa mme na mke wa nne, mwisho hataweza kuwalea wale wazee wakiwa na uzee. Ndio maana nyumba za wazee zilianza Ulaya, na pengine hata kwetu zitaanza, tusipokuwa makini, lakini hata hivyo hakutatokea watu wa miito. Kwa hiyo hii baraka tulio nayo ya miito tuiangalie vizuri tuikuze vizuri lakini, tuangalie huko mbele. Je, baraka hiyo itaendelea kama familia zetu zitabaki kuwa za mtoto mmoja wawili watatu wa nne? Tukubali kufungua mikono yetu kwa ukarimu kupokea familia, maana familia ni taasisi ya kuleta watoto duniani na kuwakuza. Tujitahidi tusiwe na ubinafsi, maana wengi hawataki watoto kwa sababu ya ubinafsi, hawataki kulea, hawataki kujitoa. Wanadhani kwamba ndio utajiri, watajisikia matajiri sana akiwa na mtoto mmoja au wawili, lakini kinyume chake, watoto ni utajiri. Mzaburi anasema watoto unaokuwa nao katika ujana wako ni kama mishale mingi, itakusaidia hata katika uzee wako. Basi ni wasihi ndugu zangu wote mnaonisikiliza, swala za familia tuliangalie, tuangalie kukuza uzao, tusiache vitu viwili muhimu sana kwenye dunia, kukuza uzao na kukuza elimu. Hivyo viwili tukiviweza, tutaendelea vizuri, Ukristo utastawi, viongozi katika kanisa watapatikana, wawe ni mapadri, wawe ni watawa na hata wahudumu wengine kama makatekista, wote hao watapatikana lakini tukishindwa kwenye uzao tutaanza kutindikiwa tutakuwa kama Ulaya sasa sijui kama tutaomba wapi Ulaya tayari wameshafilisika sijui na sisi hapa sasa tukifilisika itakuwaaje Mungu atujalie tutunze hadhina hiyo ya familia tutunze miito tunayoipokea tuiendeleze vizuri nawatakia kila jema katika maisha ya familia katika kukuza eh, mito